Kwa majina anaitwa Lwitiko Malabeja ni afisa afya wa jiji la Tanga A. Tupo kwenye zoezi muhimu, naweza sema katika eneo la udhibiti wa magonjwa, magonjwa ambayo yanaambukiza hasa magonjwa ambayo yanaenezwa na wadudu, ambapo tunasema ni vector control A. Kimsingi zoezi hili limejumuisha ukaguzi alafu baadaye Uh, upoleziaji wa dawa wa mabasi yote ambayo yanaingia ndani ya, ya jiji la Tanga. Kimsingi mabasi na wanaofanya biashara ya mabasi wote ni wajibu wao kuhakikisha kwamba vyombo vyao vya usafiri haviwi ni vyanzo vya kubeba wadudu wadhurifu na kupeleka sehemu nyingine kinyume Ambapo wadudu hao wanatumika kwa namna moja au nyingine kusababisha magonjwa. Kwa mfano let's say mabasi ambayo amefanya ukaguzi, mabasi yana mende, mabasi yana kunguni, mabasi yana viroboto na wadudu wengine ambao wanatambaa. Mtu ambaye anakuwa amesafiri tu, anapokaa kwenye basi lake, anajikuta anabeba wale kunguni, na kisha akienda nyumbani kwake, anaenda kuweka kiwanda cha kunguni, lakini chanzo chake anakuambia ni lile basi ambalo nilipanda wakati nimetoka eneo moja au mkoa mmoja kuja jiji la Tanga. Kwa hiyo kama halmashauri jiji la Tanga maafisa afya sisi tumejidhatiti kuhakikisha tunadhibiti hawa wadudu katika mabasi ambayo yanaingia katika jiji letu. Kwa hivyo, leo tulikuwa na zoezi la kukagua mabasi na pia, baada ya kukagua, kuwataka wamiliki wa mabasi kuhakikisha mabasi yao yanapuliziwa ya dawa na wataalamu ambao wametoka halmashauri jiji la Tanga ambao ni maafisa afya yake uh, na mazingira wa halmashauri ya jiji ya Tanga. Kwa hiyo kipekee zoezi hili ni endelevu, na zoezi hili pia litatusaidia pia katika kupunguza magonjwa ambayo yanaambukizwa na wadudu ambao wadudu wanaotambana. Kwa hiyo napenda kutoa rai kwa wenye mabasi yote ambayo yanaingia jiji la Tanga. Jiji la Tanga tumekataa na bado narudia, jiji la Tanga tumekataa kuendelea kuwa na changamoto za wadudu kwenye mabasi. Tunataka mabasi yote ambayo abiria wanapanda yawe mabasi ambayo abiria watastarehe, na wakifika nyumbani waabiria watafurahia pamoja na familia zao, lakini sio kero kwa abiria. Lakini pia tunataka kudhibiti magonjwa ambayo yanaambukiza magonjwa, ambayo yanatokana na wadudu, kama wadudu ambao wanatambaa, ambao mtu anaweza akapata magonjwa kuharisha, ya kutapika. Amebeba mende, amebeba nzi, amebeba nani ambaye mtoa kwenye basi akampelekea magonjwa kwa kudhibiti hivyo, tumeamua kufanya fumigation, kupulizia dawa ya kuua wadudu hao wadhilifu kwenye mabasi. Kwa hiyo mwenye basi, ninaomba ikiwa basi lako halijafanyiwa fumigation na halijawekewa stika ya halmashauri, basi tunaomba ufike halmashauri jiji la Tanga ili kuweza kupata huduma hii, lakini sisi tutakufuata pia pale ulipo katika yadi yako kufanyia huduma hii. Kinyume cha hapo, kwenye ukaguzi wetu tukigundua kama Haujapolizia basi itakulazimu upolizie dawa au uchukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa jina naitwa Salum Hamud Said, mkurugenzi wa kampuni ya Tashrif Trans. Sisi bwana, tunashukuru kwanza kwa hii huduma kwa sababu tushapata malalamiko mengi sana kwa abiria kuhusu masuala ya changamoto kama mende, kunguni na tumepiga dawa kwa zetu binafsi na kwa watu ambao ni wapembeni lakini inakuwa haichukui muda mrefu, unakuwa mambo bado ya yapo vile vile, lakini nashukuru kama nini serikali kama imechukua uamuzi ili swala inakuwa ni vizuri zaidi, ili kuepukana ili jambo la, la wadudu kwenye magari e, mimi na washauri wenzangu wenye makampuni ili swala la serikali ambayo limechukua uamuzi la kupiga dawa kwenye magari kila mmoja alifanyi ili tutoe bughudha kwa ajili ya abiria wetu. Serikali ili swala wasilichukule kwa muda mrefu, yaani wapange muda kwa kila wakati fulani, tuwe tunapiga kwa ajili ya usalama wa abiria. Kwa jina naitwa Mbelwa Njama, ni abiria wa Tashrifu. Kweli tunashukuru sana. Mwanzo tulikuwa tunakutana na changamoto ya dudu, lakini kutokana na zoezi lililofanywa na halmashauri ya jiji la Tanga wamefanya vizuri sana kwa sababu wana zoezi la, la kuendelea la kupiga dawa katika mabasi haya. Kwa hiyo nawashukuru sana sana sana sana. Sasa hivi changamoto ya wadudu tena haku. E, nachowashauri mimi wafanye tu mawasiliano na halmashauri ya jiji la Tanga, basi watapigiwa nao dawa kama walivyopigiwa tashirifu.